Bwana apewe sifa. Pendwa mtazamaji, unanitazama popote ulipo, Mungu akubariki sana. Nipende kumshukuru Mungu kwa ajili ya neema, kwa ajili ya baraka na upendo wako kwako, kwa wewe, lakini na neno hili ambalo Bwana ameniagiza kama unabii wa taifa, pendwa taifa jema la Tanzania. Tanzania ni nchi niseme, pekee ambayo Mungu ametupa sisi wa Tanzania tunaoishi ndani yake, naye kumbukwe Hatuna Tanzania nyingine duniani, Tanzania hii ambayo Mungu ametupa. Kwa hiyo amenipa neno la unabii kuhusu Tanzania mwaka 2025 ambao mengi inasemwa, mengi inaongeleka, lakini Mungu wa mbingu na nchi anayejua Tanzania na anayefahamu hajawe kukosea hata siku moja, na Mungu hata kaakosee chochote. Kinachofanyika kiwe kizuri ama kibaya, Mungu anakusudi na hicho. Nataka ni niseme ni neno hili ambalo Mungu amenituma kulisema kwa Watanzania wote, na Mungu akupe neema ya kulifahamu kwa ajili ya Tanzania na Watanzania ili kuweza kulinda amani hii, tunu hii zawadi ambayo Mungu ametupa Tanzania, nchi pekee yenye amani, pendo na furaha. Pengine watu wameweza kujua kwa sababu ya hali ya mazingira tulionayo ya amani na upendo ukaongea kwa jinsi tunavyoweza kuongea, lakini upendo wa Tanzania na amani ya nchi yetu ni muhimu sana kwa ajili ya ustawi wa jamii na hasa kizazi kinachokuja. Kwa hiyo nabii huu ukufikia hapo ulipo yamaongoleka mengi, watunaongea mengi, lakini niseme Tanzania itaenda kuwa Tanzania, kuwepo na itakuwepo na itadumu. Watu huja, watu huenda, watu lakini nchi itadumu milele. Mwaka huu ni mwaka wetu wa uchaguzi, na niseme Tanzania, taifa letu limejengwa kwenye misingi ya amani, upendo na mshikamano kwa hiyo siasa isituvuruge isituondolee upendo wala amani na mshikamano, hasa viongozi wa dini na viongozi wa nyadhifa mbalimbali. Mungu ameniagiza kuambia neno hili: uchaguzi wa mwaka huu utakuwa ni uchaguzi wa amani sana, na niwahakikishie, haitakuwepo vurugu kama watu wanavyofikiria, na kwa mara ya kwanza Watanzania wengi watapiga kura. Hii ni neno ambalo Mungu ameniambia na litatokea, kwa sababu imekuwa ni kawaida ya watu ku, kuenenda kwa miemko eh, kuopima mazingira kwa miemko, lakini hatujui mind the mind of God, Mungu anasema nini katika hili linatokea, inayotokea na elewa kwamba watu siku zote mahali popote duniani kote, kuongea wao wanaongea, kutamka watu utamka, kusema watu husema. Kwa nini? Kwa sababu mwanadamu kwa kawaida na kwa necha yake hajawailizika kwa hiyo kila mahali hata nyumbani watu nasema hata makanisani watu wanasema hata ufanye vyema watu watasema hata ufanye vibaya kuna watu watasema kwa hiyo ni waombe wa tanzania kuondoa taharuki ya kwamba tanzania itakuwa na vurugu hapana ni nchi itakuwa na amani na uchaguzi utakuwa ni uchaguzi wa amani na furaha na hii ndivyo ilivyo wakajuzi niongea wakati watu wanaongea swala la DP World nikamwambia mwenye maamuzi sahihi ni Mheshimiwa Rais na ndivyo ilivyotokea nami na niseme mungu akiweka serikali mahali popote hajawahi kuiwa kwa bahati mbaya haijalishi kwa sababu imekuwa ni historia ya kipindi cha mheshimiwa ali hassan mwinyi watu walimpongeza kuna wengine waliongea kipindi cha mheshimiwa mkapa watu wengine walifurahi wengine wakaongea kipindi cha mheshimiwa jakaya kikwete alikuwa kipindi cha watu lakini watu wengi wengi waliongea pia uh, wengi tuliongea kipindi cha mheshimiwa magufuli joseph pombe magufuli ambao watu wengi walifurahi lakini wengi zaidi pia waliongea katika kipindi kizuri cha mheshimiwa rais Samia suluhu Hassan, kuna wengine wanafurahi na, na kuregeza, waongee ni jambo la kawaida tu la kawaida. Lakini mungu anasema nini? Hata wewe ukiwa mtawala mahali popote watu taongea. Kwa hiyo tuna haja ya kumshukuru Mungu kwa sababu uchaguzi wa mwaka huu utakuwa ni wa furaha na amani na uhakika, ninachokiongea. Lakini pia vyama vya siasa, mheshimiwa Lisu ataachiliwa na kwa furaha na kwa amani, na atoi kwenye majukumu yake, na niwahakikishie Watanzania ondoa enmity, tuondoe ile chuki. Hii nchi ya kwetu inajengwa pamoja, inajengwa na Watanzania. Kwa hiyo suala la siasa na vyao vya upinzani vyote, amani tunaitegemea kutoka kwa kwa asisi wa Tanzania. Hatuhitaji kuona nchi inapoteza tu ni amani na upendo. Lakini pia ikumbukwe imeandikwa kitabu kile cha Mhubiri sura ile ya 10 nasema, roho ya mtawala ikiinuka kinyume chako usiondoke mahali pako ulipo, kwa maana roho ya upole, roho ya upole hutuliza machukizo yaliyo makubwa. Pale ambako utakuwa wapole, roho ya upole, roho ya upole hutuliza machukizo yaliyo makubwa. Lakini pia anasema chini yake, sura ya 7 anasema, nimeona mimi, nimeona watumwa wamepanda farasi na wakuu wakienda kwa miguu juu ya nchi kama watumwa. Roho ya upole ikitawala anasema, ninaona watumwa wanapata farasi na wakuu wakitembea kwa miguu. kwa ili uwini ili ushinde loyo pole ikitawala uondoa kabisa machukizo Tanzania. Na Tanzania kama taifa letu liopendwa lilio bora, sisi viongozi wa kiroho na hata viongozi wa dini tuna haja ya kuomba kwa ajili ya amani, upendo na mshikamano hasa kipindi hiki cha uchaguzi. Uchaguzi utakuwa ni wa furaha, wa amani na vyama vyote vya siasa vitashiriki uchaguzi. Vyama vyote, vyama vyote vya siasa vitashiriki uchaguzi, na jambo hili mtalielewa mtu, lakini naliona vyama vya siasa upinzani vimekaa na chama tawala wakijadili mustakabali wa nchi yao, na ishara hii ndio saini na harama ya kwamba Mungu ataipa Tanzania upendo na amani zaidi. Lakini pia niseme, mwaka 25 mwaka huu, Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, sio mwanasiasa mimi, wala sina siasa na wala sina chambanzuri, lakini kile niicho Mungu amesema atashinda kwa ushindi kubwa na atadumisha amani, na ishara hii itaonekana kwamba ndivyo itakavyokuwa, kwamba kiongozi wa upinzani aliyekamatwa ataachiwa uhuru, na ndivyo ilivyo. Kwa hiyo Tanzania, hatuhitaji kutumia nguvu nyingi, tunahitaji kutumia nguvu nyingi katika kufanya kazi kwa bidii, kujituma kwa ajili ya kulijenga taifa letu na ustawi wa jamii ya Tanzania. Neno hili likakufikia hapo ulipo iombee Tanzania. Ni nchi ya amani, inawezekana hauwezi kujua amani iko Tanzania, lakini naamini kila mmoja anafanya shughuli zake kwa amani na kwa furaha. Wanasiasa wasituondolee amani tulionayo, wanasiasa tuondolee upendo tulionao, wanasiasa wafanye siasa zao kwa upendo na kwa amani, wakishirikiana na wananchi wote. Tunahitaji kuwa na amani, tunahitaji usawa, tunahitaji haki, tunahitaji upendo mahali ambao kuna upendo na kama hivyo up uh, pole uondoa sila iliyokuwa po Tanzania, Mungu awabariki Inijiandae mwaka huu, ninaamini watanzania wote mtapiga kula kama Mungu alivyoagiza na imeandikwa kula umalizi mashindano mwaka huu. Ni mwaka ambao siasa ya mwaka huu itakuwa ni amani mno, ni ya upendo sana. Mungu awabariki sana, Mungu awabariki, Mungu akuongeze, Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Tunaombea Tanzania, ni nchi ya amani, ni nchi ya furaha na upendo. Mungu awabariki sana, amen.